Tukielekea huko nchini Marekani, tunafahamishwa kwamba rais wa Marekani, Donald Trump, ametia saini amri ya kulifunga shirika la habari linalofadhiliwa na serikali ya Sauti ya Amerika, akikishutumu chombo hicho kuwa mpinga Trump na wenye msimamo mkali. Taarifa ya ikulu ya White House ilisema amri hiyo itahakikisha walipa kodi hawako tena kwenye ndoano ya propaganda kali na kujumuisha nukuu kutoka kwa wanasiasa na vyombo vya habari vya mrengo wa kulia vinavyokashfu VOA ya mrengo wa kushoto. VOA ambayo bado ni huduma ya redio ilianzishwa wakati wa vita vya pili vya dunia ili kukabiliana na propaganda za Nazi, inatumiwa na mamia ya mamilioni ya watu duniani kote. Mike Abramowitz , mkurugenzi wa VOA, alisema yeye na takriban wafanyakazi wake wote, watu elfu moja na mia tatu, walikuwa wamepewa likizo ya malipo. Abramowitz alisema kuwa amri hiyo iliifanya VOA kushindwa kutekeleza dhamira yake muhimu muhimu sana hasa muhimu leo wakati wapinzani wa Marekani kama Iran, China na Urusi wanazamisha mabilioni ya dola katika kuunda simulizi za uongo ili kuidharau Marekani. Amri ya rais inalenga kampuni mama ya VOA ya US Agency for Global Media au USAGM ambayo pia inafadhili mashirika yasiyo ya, ya kiserikali kama vile Radio Free Europe na Radio Free Asia ambayo awali yalianzishwa ili kukabiliana na ukomunisti. Inawaambia wasimamizi kupunguza utendaji kazi kwa kiwango cha chini kabisa cha uwepo na utendaji unaohitajika kisheria. CBS News ya Marekani ilisema kuwa wafanyakazi wa VOA waliarifiwa katika barua pepe na Christo Thomas, mkurugenzi wa rasilimali watu wa USAGM. Chanzo kimoja kiliambia CBS News kwamba wafanyakazi wote wa kujitegemea na wa kimataifa waliambiwa sasa hakuna pesa za kuwalipa. Barua pepe zilizotazamwa na CBS ziliarifu wakuu wa Radio Free Asia na Radio Free Europe, Radio Libet kwamba ruzuku zao za serikali zimekatishwa. VOA na vituo vingine vilivyo chini ya USAGM vinahudumia zaidi ya wasikilizaji milioni mia nne na kwa upana ni sawa na BBC World Service ambayo inafadhiliwa kwa sehemu na serikali ya Uingereza.